Wito umetolewa kwa waandishi wa habari kujikita katika uandishi wa habari zinazolenga kutoa elimu kwenye jamii juu ya madhara ya ukatili wa kijinsia katika jamii zao na hii ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za serikali pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Hayo yamesemwa na Bi Siwema Sylvester ambaye ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya ya Tarime kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Tarime katika ufunguzi wa warsha ya siku mbili kwa waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali nchini, na mafunzo haya katika warsha hii yanadhaminiwa na shirika la Umoja wa Mataifa na shirika idadi ya watu kwa kushirikiana na shirika la Sisema. Waandishi wa habari wakiwa ni wadau muhimu sana katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia, na ndiyo maana leo mko hapa ili kwa pamoja tuweze kubadilishana uzoefu lakini pia kujengewa uwezo juu ya namna bora ya kuripoti na kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ninyi ni wadau muhimu sana katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Huu mradi wa chaguo langu haki yangu kwa Tanzania bara unatekelezwa katika mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Mara na katika mkoa wa Mara unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Butiama pamoja na halmashauri ya wilaya ya Tarime na kwa Tarime ni mradi ambao unatekelezwa katika kata kumi na sita ambazo ni kata za Umera, Susuni, Mwema, Sirari, Pemba, Mbogi Uh, a uh, kuiancha nyasincha muriba itirio nyanungu Goronga, a uh, kuiancha kama nilivyosema, uh, kata ya Matongo, kata ya Nyamwaga pamoja na kata ya Binaji. Kwa hiyo kuna afua nyingi ambazo zinatekelezwa chini ya mradi huu. Kwa hiyo tunawategemea sana ninyi waandishi wa habari mkawe mawakala wakubwa wa maendeleo katika kuibua, kuripoti na kupambana na matukio ya ukatili wa kijinsia zikiwemo ndoa za mapema, mimba za utotoni pamoja na ukeketaji, ambapo hivi ni kikwazo kikubwa cha maendeleo na ustawi wa watoto, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunategemea sana waandishi wa habari mtakapokuwa mna ripoti matukio ya ukatili wa kijinsia ni pamoja na kuibua changamoto mbalimbali zinazowakabili watu wenye ulemavu pamoja na watoto wenye ulemavu. A, chini ya mradi huu wa chaguo langu haki yangu, sisi kama mkoa wa Mara vilevile tumewezeshwa kuweza kutengeneza na kuandaa mpango mkakati wa mkoa kwa ajili ya kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Na huu mpango mkakati wetu wa mkoa na wenyewe umejikita katika maeneo nane. Sambamba na mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao kwa sasa unatekelezwa katika awamu ya pili. Kwa hiyo tunawategemea sana katika kuibua haya matukio, pia mwende sambamba na mpango mkakati wa mkoa wa kupambana na ukatili wa kijinsia ambao pia tumeweza aa, kutengeneza chini ya mradi huu wa chaguo langu haki yao. Ukatili wa kijinsia ni kikwazo kikubwa cha maendeleo kama nilivyosema na ustawi wa wanawake, vijana, watoto na wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunawategemea nini kama waandishi wa habari? Mtatusaidia kuwaeleza wanajamii maana ya ukatili wa kijinsia, visababishi vya ukatili wa kijinsia na ni namna gani ya kuzuia na kupambana na ukatili wa kijinsia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo uh, imeweza kutekeleza na kuandaa mikakati mbalimbali ya kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ninategemea katika mafunzo haya mtapitishwa katika mikakati mbalimbali na jitihada za serikali katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Serikali imeandaa sera mbalimbali ikiwemo sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka elfu mbili na nane sera ya elimu eh, tunazo sera nyingine nyingi ambazo zinalenga kusimamia haki na ustawi wa mtoto, lakini pia tunayo miongozo mbalimbali ambayo ni pamoja na mpango mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto na mpango mkakati huu wa taifa umejikita katika maeneo nane, na sisema kama mdau wetu anapokuwa anafanya kazi zake za maendeleo, anajikita katika kuhakikisha kwamba anatekeleza shughuli mbali mbalimbali chini ya mtakuwa ambao ni mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto pamoja na mikakati mbalimbali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano pia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, pia inazo sheria mbalimbali zenye lengo la kulinda haki na ustawi wa mtoto wa kike. Kwa mfano, sheria ya mtoto namba ishirini na moja ya mwaka elfu mbili na tisa. Na sheria hii inaeleza bayana mtoto ni nani, haki za mtoto, wajibu wake ni nani wajibu wa serikali, wajibu wa wanajamii kwa ujumla, na sisi kama waandishi wa habari kwa ujumla wake, kama wadau, tuna wajibu gani katika kulinda haki na ustawi wa mtoto?